Mradi ulikuwa na thamani ya bilioni kumi na mbili ambapo ililenga kuwafikia wanufaika elfu moja mia tisa na nne ikiwa ni jumla ya vizimba mia tano na saba vilivyokuwa vinatakiwa kwenda katika maeneo mbalimbali yanayozunguka ziwa Victoria. Mikoa inayohusishwa ni mikoa mitano yani Mwanza ambayo inabeba portfolio kubwa zaidi, lakini kuna Kagera, kuna Geita, kuna Simiyu. Mikoa yote hii imenufaika na mradi huu. Lakini mpaka sasa tumeshafikia ugawaji wa vizimba mia nne hamsini na mbili venye thamani ya bilioni moja nukta moja na tukiwa tumesaliwa na vizimba hamsini na tano venye thamani ya milioni mia nane na moja. Ni vizimba vyote hivi vimegawanywa kwenye mikoa hii yote niliyoitaja hapo awali na tayari vipo vikundi ambavyo vimeshaanza uvunaji. Katika uvunaji uliofanyika kwa kanda ya ziwa yote tuna jumla ya tani mia nne na moja ambazo zimekusanywa kutoka katika mazao ya samaki kutoka kwenye ufugaji wa, wa samaki kwa njia ya vizimba. Lakini katika tani hizo mia nne na moja, moja kati ya wanufaika ambao walifanya vizuri ni katika halmashauri ya Buchosa ambapo tuliwekeza zaidi ya milioni mia saba, na tano na katika milioni mia saba, na tano vikundi hivyo vinne ambavyo vilikuwa ni katika msimu wa kwanza vikihusisha vyama vya ushirika vitatu na kikundi kimoja cha vijana kumi na tano pamoja na wanawake, tayari wamesharejesha benki milioni mia tatu ishirini na tisa na ninapozungumza tayari kuna milioni mia mbili tisini na sita ambayo tayari imeshaenda kwa ajili ya uwekezaji kwa msimu huu. Mnaweza mkawa mashuhuda katika visit ambayo tumeifanya wanaendelea na ufugaji na tunategemea ndani ya miezi michache ijayo wataanza uvunaji tena. Katika pesa ambazo zilikusanywa zipo ambazo zinakuwa retained kwa ajili ya kuja kuwafikia wanufaika wengi zaidi, ndilo lengo la mradi. Lakini kikubwa zaidi kwa hapa Buchosa, kuna vikundi vingine viwili ambavyo vimegawiwa katika awamu ya pili jumla ya vizimba sita. Vikundi hivyo vinaendelea na uzalishaji na tunategemea watakapoenda kukamilisha uvunaji kwenye msimu wa kwanza Watakuwa kwenye position nzuri ya kuweza pia kurejesha mikopo yao, lakini pia kupatiwa kwa ajili ya kuendelea na misimu mingine. Mimi nilikuwa mvuvi, ukienda ndani mwangu kuna mashine zimekaa zime, lakini swala la kuhesabu milioni 50 60 nilikuwa sijawahi kuliona, lakini kwa sasa tumeanza kuhesabu tukazipata benki, nilivyokuwa nasema kwamba natakiwa mpeleke kiasi hiki, tukakipeleka kwa vizimba vingapi? Vitatu. Ngarao nilikuwa nimepewa vinne, tulipata changamoto kimoja kikawa mifanyaji. Imepotea. Sasa kama ningelipata vyote, ina maana kwamba ilikuwa ni kwamba nina uwezo wa kufuga hata mara mbili, nikalipa hata deni lote nikamaliza, naona. Kwa hiyo huu huu changamoto huu vuvi huu wa njia vizimba ndio mkombozi kwa wavuvi wote, naona hapo. Kwa hiyo serikali kwa sasa inaleta uchumi ambao kwa kweli, tuipe shukurani. Tulianza kufuga kuanzia huo mwezi wa tano mwaka jana mpaka tumekuja kupata kuvuna wale samaki mwezi wa pili mwaka huu, tumevuna mpaka mwezi wa tatu. Sisi kwa kikundi chetu tulipata sawa nini, tulipata samaki tani kumi na nne ambapo hizo tani kumi na nne, zingine tuliuzwa kwa bei ya shilingi elfu sita zingine tuliuza kwa bei ya shilingi elfu saba lakini jumla zote kwa mapato yote tulipata kama milioni mia moja kumi na nane baada ya kupata hayo mapato tulichukua shilingi milioni themanini na mbili laki tano na elfu hamsini tulienda kurejesha benki ya TDB tulikochukua mkopo moja, ambayo tumeona kipindi walichoanza kuvua wakati vizimba vilikuwa vijawa vingi, tumekula samaki kwa bei nafuu kabisa. Tumeona samaki jinsi walivyoweza kuongezeka kwenye maeneo hapo wanapokuwa wanaweka vizimba, na huenda labda kama kondo, ziwa, kondo zima hili likiwekwa vizimba labda samaki wanaweza kuzaliana na kuongezeka. Ah, huu vuvi ni mzuri make samaki wenyewe wameenda wanapungua kwa huu vuvi uliotuletea serikali, naona kidogo utaleta shauku ya uongezekanaji wa samaki, hata ajira kwa vijana zinakuwa nyingi, kazi ajira zinapatikana. Si tunatamani ndio maana tunakaa karibu na haya mazingira, tunatamani na si siku moja tujumuike kwenye hivi zimba kama vijana, tumeambua tujiunge, na si tuko pamoja kujiunga.